pa kwenye ratiba, nilikuja tarehe 21 moja mwezi wa tano ng'ombe cheusi alikuwa na mimba ya miezi miwili ambayo ilikuwa ni ya makadirio ya miezi miwili. Alipatiwa antibiotiki vitamini na dimina shishi ya ndorogo. Tarehe ya kurudia ilikuwa ni 21 mwezi wa nane, lakini tarehe 22 mwezi mwezi wa sita nyama aliugua ECF, East Coast Fever. Kwa na high fever, nozi livimba, na hema kwa shida, na pua ilikuwa inatoa mucus na nili kama kamasi. Akapatiwa dozi ya kufuata siku mbili, ambao dozi ya kwanza ilikuwa tale shina mbili, mwezo wa sita, ya pili kutakiwe fanyike tale shina nne, na ya mwisho ifanyike tarehe tale shina sita. Zikafanyika zote, nawaji sasa hivi mnyama yetu atakuwa na makadirio ya mimba ya miezi atakuwa na mimba ya miezi miezi mitano kwa sababu so, naona hapa kwenye tarehe mwezi wa tano alikuwa na mimba ya miezi miwili, miezi miwili wa sita wa saba wa nane mimba ya miezi mitano. Safi cheusi huyo hapa.